Katika mechi iliyopigwa kwa kasi na burudani ya hali ya juu kwenye uwanja wa KMC club ya Young African Sports Club ilifanya mauaji ya soka kwa kuifumua Stand United kwa mabao nane moja kwenye michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Ushindi huu uliihakikishia Yanga tiketi ya nusu fainali ambako itakutana na JKT Tanzania kwenye dimba la nyumbani la JKT. Hakika, kiungo fundi Stephane Aziz Ki aliibuka kuwa mhimili wa ushindi huu wa kihistoria kwa kupachika mabao manne na kusaidia mabao mawili, Aziz Ki aligeuza uwanja kuwa jukwaa lake binafsi la sanaa. Kila mpira uliopitia miguuni mwake ulikuwa na thamani ya dhahabu. Ni mchezaji anayechora mchezo, anayeamua kasi na anayewasha moto wakati wowote. Bila shaka ni kiungo wa daraja la dunia. Clatous Chama kiungo mwingine mahiri alitamba pia kwa kupachika mabao mawili na kuchangia mengine kwa pasi za mwisho zenye akili kubwa. Uelewano wake na Aziz Ki ni hatari, na walionekana kama wanacheza kwa kutumia akili ya pamoja. Chama alicheza kwa nidhamu, utulivu na werevu wa hali ya juu. Miongoni mwa walioweka alama kwenye mechi ni Musonda aliyefunga bao safi baada ya kupokea pasi tamu kutoka kwa Faridi Musa. Faridi alipenya pembeni kwa mbio na chenga kali kabla ya kuachia krosi ya kuvutia iliyokutana na mguu wa Musonda aliyemalizia kwa ustadi. Kibabage naye hakubaki nyuma. Kijana huyu wa damu changa alifunga bao akiwa ndani ya boksi kwa pasi tamu kutoka kwa Aziz Ki na kumalizia kwa ustadi wa hali ya juu uliowasukuma mashabiki vitini kwa shangwe. Pamoja na Stand United kupokea kichapo kizito, mchezaji wao Saidi aliwavutia mashabiki kwa kiwango cha juu mno. Alikichafua uwanjani kwa mbwembwe, spidi na utulivu. Kila alipokuwa na mpira, mashabiki walinyamaza, wakimsubiri afanye maajabu. Kipaji chake kilimvutia kila mmoja, na mashabiki wa Yanga walimzawadia kwa heshima, mfano halisi wa vipaji kuenziwa, hata pale ambapo timu yake ilikuwa kwenye wakati mgumu. Kwa sasa Yanga inabaki kuwa klabu yenye makombe mengi zaidi kwenye CRDB Bank Federation Cup, na kwa kiwango wanachoonesha, inaonekana wazi kuwa bado wanatawala soka la Tanzania. Safari yao inaendelea kwenye nusu fainali dhidi ya JKT Tanzania, mechi itakayofanyika kwenye uwanja wa nyumbani wa JKT Tanzania. Hali ni moto, pressure ni kubwa, lakini Yanga ni moto wa kuotea mbali. Kila mpinzani atakayetokea lazima avuke bahari ya kijani na dhahabu.